Makosa matatu ya kuepuka wakati unanunua kiwanja. Narudia tena, makosa matatu ya kuepuka wakati unanunua kiwanja, na kosa la tatu ndio ambalo limewagharimu watu wengi sana na limewapa watu wengi hasara na limeleta migogoro mingi sana ya ardhi. Okay, tuanze na kosa la kwanza. Kosa la kwanza ambalo watu wengi wamekuwa wakifanya wakati wa kununua ardhi ni kutokujiridhisha, kwa maana ya kukagua nyaraka pamoja na umiliki halali wa mtu ambaye anakuuzia kiwanja. Iko hivi ha, hakikisha kabla hujanunua kiwanja unakagua nyaraka, kiwanja kimepimwa, kina beacon, kina hati majina ambayo yanasoma kwenye hizi nyaraka ndiyo majina halisi ya mmiliki. Uh, unaweza kwenda kufanya property identification search kwenye ofisi ya ardhi ya mji ulioko wewe, au kwa uh, ofisi ya wanasema unaweza kenda wizara ya ardhi pia A uh, lakini njia rahisi ambayo watu nafanya ni kwenda ofisi ya ardhi ya mji wako, alafu wengine wao wataprocess kukufanyia hiyo search kupitia zile namba ambazo ziko kwenye beacon kwenye kiwanja ambacho kimepimwa, and then baada ya hapo unapata sasa taarifa za mmiliki. A uh, kwa nini ni muhimu wewe kujiridhisha nyaraka pamoja na umiliki wa halali wa mtu ambaye anakuuzia kiwanja? Iko hivi, kumekuwa na migogoro mingi ambayo inasababishwa na baadhi ya madalali kutokuwa waaminifu au watu ambao sio waaminifu. Unaweza kukuta mtu anauza kiwanja kimoja kwa watu zaidi ya wawili. Unaweza kujikuta wewe ni mtu wa nne kuuziwa kiwanja hicho kimoja, na sheria wewe inamtambua yule mtu ambaye ameuziwa awali ndio anakuwa mmiliki halali wa eneo ambalo mmeuziwa. Kwa hiyo ili kuepuka hasara ya fedha ambazo tunazitafuta kwa jasho sana na akili nyingi pia lakini pia ili kuepuka migogoro ya ardhi ni vizuri ukajiridhisha nyaraka za kiwanja, ukatumia hizo nyaraka kwenda kwenye serikali za mitaa, a majirani, au unaenda ofisi ya ardhi, njia ambayo ni rahisi kwako. Hakikisha umeconfirm kwamba huyu mtu ambaye unafanya naye biashara ndio mmiliki halali wa hili eneo. Kosa la pili ambalo watu wamekuwa wanafanya wakati wa kununua kiwanja ni kutokufahamu au kutokutafuta thamani halisi ya kiwanja ambacho wanataka kukinunua. Na iko hivi, kwenye miji ambayo tunaishi, kwenye kuna ofisi za ardhi ya wilaya au ya pale kwenye ofisi ya jiji, kuna kitengo cha ardhi, kuna bei elekezi ya, ya kila eneo kutokana na mji husika ambao wewe unapatikana, kuna bei ambazo zinatambua kwamba Njiro ama tuseme Ilazo Dodoma, au Ngweni Dar es Salaam, ama Bwiru kule Mwanza, kuna bei elekezi kabisa kwamba maeneo fulani yatauzwa kwa bei ya square ya mita moja kwa kiasi fulani. Kwa hiyo ni wewe kwenda kutafuta. Kwa nini ni muhimu wewe kwenda kutafuta thamani ya ardhi kabla hujainunua? Uh, inakusaidia kwanza usije ukauziwa kwa thamani ya juu kuliko thamani halisi ya eneo husika ambalo wewe unataka kununua. Lakini faida ya pili ya kutafuta thamani ya ardhi ni kwa mtu ambaye anataka kuuza. Ukiwa unajua thamani ya ardhi uh, itakusababishia wewe sasa usiuze kwa bei ya chini ya thamani halisi ya kiwanja chako. Uh, kosa la tatu ambalo watu wengi wamekuwa wakilifanya wakati wanaponunua ardhi Wakishamaliza huo mchakato sasa wa kujiridhisha, wakatafuta thamani alafu ndio wakafanya maamuzi ya kununua, hili ndio kosa ambalo linagarimu watu wengi: hawahamishi umiliki kutoka kwa mmiliki wa awali. Hii mpaka leo ndio chanzo kikubwa cha migogoro ya ardhi, ukiacha hiyo swala la kutokuhakiki, ukiachana na hilo swala la, la, la, la kutafuta thamani, lakini hili la kuhamisha umiliki kutoka kwa mmiliki wa awali kuja kwako ni muhimu sana. Ukishamaliza kununua kiwanja, hakikisha unachukua zile nyaraka, unafanya utaratibu wa ku transfer kutoka kwenye umiliki wa awali kuja kwenye umili wako. Kama ki, kiwanja kina, kina hati, fanya transfer ya hati. Kama huyu mtu alikuwa bado hajapata hati baada ya kukimiliki, anza kufanya taratibu za ku pata hati ya eneo lako ili uwe mmiliki halali ambaye unatambulika kisheria kwa eneo lako, na hii itakusaidia kuepuka na migogoro pamoja na utapeli ambao unaweza ukafanyika kwenye eneo lako. Mpaka um, wakati mwingine tukutane hapa hapa Makazi General. See you next time.